Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kipindi cha mwaka 2017 hadi 2025, walimu 1914 wamehamishwa kutoka shule za sekondari kwenda kwenye kwenda shule za msingi. Fedha iliyohitajika kwa ajili ya uhamisho huo ni shilingi bilioni 2.08, ambapo shilingi bilioni moja nukta mbili mbili zimelipwa na kiasi ambacho hakijalipwa ni shilingi milioni 865.93. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kulipa madeni ya uhamisho wa walimu kadiri ya upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Sasisha Mafue. Asante mheshimiwa mwenyekiti, kwanza niwapongeze walimu wote wa msingi na sekondari kwa kazi nzuri wanaofanya ya kutoa elimu kwa wanafunzi wetu katika wilaya ya Hai. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika wilaya ya Hai kuna walimu 184 ambao walihamishwa kutoka shule za sekondari kwenda shule za msingi wanaidai serikali sasa hivi milioni mia moja na ishirini. Ni lini serikali italipa madeni haya ya watumishi ambao wame, wamehama kutoka shule ya msingi kwenda sekondari? Swali langu la pili, Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI alikutana na watumishi wa stafu katika wilaya Hai na watumishi ambao sio waalimu, na wenyewe wanadai shilingi milioni 915 na tayari waziri alikusanya taarifa zao, lakini mpaka sasa hivi watumishi hao wastaafu na walioko kazini ambao sio wa walimu hawajalipa fedha zao. Ni lini serikali italipa madeni kwa watumishi haya ambao yamekuwa ni kero kwao? Jibu mheshimiwa waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua kazi kubwa sana na nzuri inayofanywa na watumishi wetu ikiwemo watumishi katika kada ya elimu na serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba inaendelea kuboresha maslahi ya watumishi hawa muhimu. Mojawapo ni kuhakikisha kwamba inaendelea kuchukua jitihada za kuwalipa stahili zao, na Mheshimiwa Mbunge tayari Mheshimiwa Mbunge alinifata akanielezea madai ya watumishi hawa kutoka katika jimbo lake, na ninachoomba kumhakikishia Mheshimiwa Mbunge kwamba jambo hili kwa sababu ulishalileta tunalifanyia kazi ili liweze kupata suluhu. Watumishi wetu hawa, tunatambua kazi kubwa wanayoifanya, na tunatambua kwamba wana kila haki ya kuweza kupata stahili zao, na tutasimamia ili tuweze kutekeleza kwa wakati jambo hili la kuwalipa stahili zao.